Taarifa mbaya kutoka kwa Ikulu ya Tanzania kuhusu hali ya Samia Suluhu imetikisa Tanzania. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Tanzapulse, na tafadhali, ikiwa ni siku yako ya kwanza kukutana chaneli hii, subscribe. katika janga kubwa la habari za serikali na afya ya umma, madai yasiyothibitishwa kuhusu afya ya rais Samia Suluhu Hassan yameibua mjadala mpana ndani ya taifa na katika mitandao ya kijamii. Kwa mujibu wa taarifa zinazodaiwa kusambazwa, zinadai kwamba Rais Samia Suluhu anaugua ugonjwa mzito usioeleweka ambao madaktari wake wanashindwa kutambua na kwamba hali yake ya afya inakuwa mbaya zaidi usiku hadi kusababisha uh, ama kusababisha anasema kwamba vitu visivyoeleweka ambavyo yeye huvizungumza Taarifa hizo pia zinadai kwamba mashehe kutoka Komoro na Timbuktu wanahusika moja kwa moja katika utafiti wa hali yake baada ya kuitwa kwa ghafla, na madai ambayo bado hayajathibitishwa kwa njia yoyote ya kitaalamu ama ya kawaida. Hakuna ripoti rasmi kutoka Ikulu, wizara ya afya, au shirikisho ama shirika lolote la kimataifa linalothibitisha au kueleza kwa undani hali ya kiafya yake Samia Suluhu, alivyoelezwa katika maandishi hayo, alimeibua mjadala kuhusu usalama wa taarifa za afya ya viongozi wa umma na mapungufu mm, katika uaminifu wa habari zinazotolewa mtandaoni. Kulingana na taarifa rasmi kutoka Tanzania Ministry of Health, Rais Samia alitangaza na kuhakikisha umma kwamba Tanzania ilikabiliwa na mlipuko wa virusi vya mabag katika mkoa wa Kagera Januari mwaka huu, na kwamba serikali ilitumia timu ya wataalamu kuchunguza na kudhibiti mlipuko huo. Imeelezwa kwamba mgonjwa mmoja alithibitishwa na maambukizi ya virusi vya mabag baada ya uchunguzi wa maabara, na kwamba hatua za umma zilichukuliwa kwa kushirikiana na World Health Taarifa hii haielezi hali ya afya rais mwenyewe, bali ilitoa taarifa ya hatua za serikali katika huduma za afya ya umma. Rais pia alitoa taarifa kuwa ama WHO kwamba Tanzania ilikuwa salama na iko na uwezo wa kukabiliana na mlipuko wote wa ugonjwa wote kutokana na uzoefu wa nchi hiyo katika kudhibiti mlipuko wa magonjwa ya homa kali na hii ni sehemu ya utekelezaji wa sera za afya ya umma na si tangazo lolote kuhusu hali ya afya binafsi ya rais Samia Suluhu. Na kwa ujumla, kuna kiapo cha serikali, barua ya ofisi ya rais au taarifa ya wizara yoyote kinachothibitisha madai ya ugonjwa mkubwa wa rais, kuanzia jioni hadi usiku madai kutoka kwa mtandao unaojiita Tanzania Leaks wa mashehe kutoka Komoro na Timbuktu, na damu za watanganyika zinazozurugwa yanajitokeza kama sehemu ya simulizi zenye hisia kali mtandaoni, ambapo hayana ushahidi wa kitaalamu au kliniki kuunga mkono madai hayo. Taarifa kama hizi zinaonekana kuwa changamoto ya taarifa potofu inayosambaa haraka katika mazingira ya kisiasa na kijamii yenye msukumo mkubwa. Katika nchi nyingi duniani pamoja na Tanzania, wanasayansi wa utamaduni na vyombo vya habari wamebaini kwamba taarifa zisizo na uthibitisho zinaweza kuvuruga uelewa wa umma na kusababisha hofu isiyo na msingi ya kiafya. Hali kama hii imethibitisha katika taifa ama tafiti za vyombo vya habari kuhusu athari ya, ya misinformation kuhusu afya ya umma ambazo zinaonyesha kwamba uenezaji wa habari potofu kuhusu ugonjwa na viongozi unaweza kupunguza imani ya taasisi za afya na serikali. Serikali ya Tanzania chini ya uongozi wa Rais Samia imekuwa ikisisitiza umuhimu wa uwazi na ushirikiano wa vyombo vya habari kuhusu masuala afya na maendeleo ya taifa. Katika hotuba ya Julai mwaka huu, Rais alisitiza uzalendo na wajibu wa vyombo vya habari kueleza mengi kuhusu mafanikio na maendeleo ya siasa, ama hijarishi ya po, habari potofu ili kusaidia jamii kuimarika na kuelewa vizuri zaidi. Hii inaonyesha msukumo wa serikali kushughulikia taarifa kwa njia ya elimu na ushirikiano badala ya kuenea kwa uvumi ambao unaweza kupotosha kuvuruga taswira ya umma kuhusu hali halisi ya afya ya viongozi wake. Afrika Mashariki imekumbwa na uh, politiki kali tangu uchaguzi mkuu wa Tanzania Oktoba um, ishirini na tisa mwaka huu ambapo Samia Suluhu alitangazwa mshindi wa zaidi ya asilimia tisini na tisa ya kura uchaguzi ambao umekuwa mbaya kwa upinzani na mashirika ya haki ya, ya kibinadamu na kwa madai ukandamizaji wa upinzani imepelekea ghasia na upinzani mkali dhidi ya serikali yake. Ripoti za upinzani zilisema kuwa, kuwa, kuwa kuna vifo na ghasia katika miji mikubwa kutokana na maandamano dhidi ya matokeo hayo mato, matokeo ama madai ambayo hayajakaguliwa kikamilifu na vyombo vya uhuru vya kisiasa bila uhakika wa idadi kamili ya wahanga. Hali hii ya kisiasa um, kunaweza kuchangia sana ueneaji wa taarifa potofu ikiwemo madai kuhusu hali ya afya ya rais kama njia ya kuunda msukumo au shaka kwa umma. Taarifa potofu kuhusu afya ya viongozi wa taifa si tu ni hatari kwa usalama wa taarifa, bali zinaweza kutoa athari kubwa kwa imani ya umma kwa taasisi za serikali na huduma za afya kupunguzwa uwazi wa serikali katika ama, wakati mitandao ya kijamii kieneza taarifa ambazo hazina uh, uthibitisho, wananchi wanaweza kuzidi kupoteza imani katika taarifa rasmi, hali inayoweza kusababisha upinzani usio na msingi kwa sera za umma na vilevile vile, kumbuka kuvuruga huduma za afya. Na habari za afya ambazo si sahihi zinaweza kusababisha hofu isiyo ya lazima na kukwepa huduma za afya ya umma, hasa wakati wa ugonjwa hatari kama mabag na a ugonjwa wa homa kali. Na katika ulimwengu wa habari za haraka mtandaoni, ni muhimu kwa vyombo vya taarifa na watumiaji wa mitandao kutafuta chanzo dhabiti kabla ya kuamini na kusambaza madai kuhusu afya ya viongozi. Serikali ya Tanzania kupitia wizara husika imekuwa ikitoa taarifa kwa uwazi kuhusu masuala ya afya, lakini haijatoa ushahidi wowote wa, wa madai yaliyosambazwa ya hivi karibuni kuhusu hali binafsi ya afya ya Rais Samia. Na katika kukaribia nata, ama ndani za ama katika kukaribia na ndani ya siasa za Tanzania madai kuhusu afya ya rais Samia Suluhu Hassan ni mfano wa jinsi taarifa zisizothibitishwa zinavyoweza kuvuruga taswira ya umma na kuibua hofu isiyo ya lazima. Na chanzo rasmi cha serikali kinachoelezea hatua za kukabiliana na mlipuko wa mabag sio kipengele cha kujadili uongozi wa afya ya mtu binafsi, bali ni taarifa ya afya ya umma iliyothibitishwa na wizara husika. Na katika mazingira ya kisiasa yaliyojazwa mjadala wa uchaguzi na haki za kiraia, ni muhimu kwa wananchi na vyombo vya habari kutegemea vyanzo vya uhakika kama matangazo rasmi ya Wizara za Afya, World Health Organization na vyombo vya habari vinavyozingatia kanuni za kiuchapishaji. Na hili si suala la sifa za mtu mmoja, bali ni suala la kuimarisha imani ya umma kwa taasisi za serikali na uhakika wa taarifa zilizopo mtandaoni. Ndio hayo kwa sasa kutoka hapa TanzaPulse, na kumbuka kusubscribe.